Kwa hiyo tulinganishe tu au tuwekane sawa kwamba ubora wa kazi unatokana na level ya dada unaoichukua. Sasa kama unachukua traditional na smart, inabidi sana tujiangalie ubora una maana gani? kwa wadada kwenye professional, ubora unajulikana, watafanya kazi kama ma professional. lakini kwenye smart na traditional, hapa kidogo ndo tuna changamoto. lakini sana sana kwenye traditional dada kwa hiyo niseme kwa kusema sisi tutakushauri, na pale inapobidi kuna baadhi ya waajiri tutawakatalia kuwapa huduma kwa sababu majukumu yao tunaona mengi na wanakataa kuchukua dada zaidi ya mmoja. Hiyo tutakataa na tutawaambia kwa sababu tunapoteza wadada. Nitawatajia tu figa ndogo tu mmoja. Kuna dada alikuja juzi hapa akaniambia katika group lao, nimemsahau jina waliondoka kumi na saba hapa, ile grupu lao sio la mwezi, yaani grupu tu wanaondoka. That time ile wiki waliondoka kumi na saba. Waliomaliza mkataba wanaweza kugesi ni wangapi? Wawili. kumi na saba wamemaliza wawili. Kwa nini? laki moja sio nyingi? Laki moja ni nyingi sababu sisi tumeanza kulipa lakimojawktch laa, nasema mabosiwakaenao vizuri, wanawanyanyasa au wanawatukana, hizo ziko chini. Wanakaa hapa kiconi kwetu. Hawatorokei hapa kwa nini? Hawatoroki hapa kwa nini? Hawaondoki hapa? Lakini ukimsikia tu tumempangia kazi, anaenda nakaa wiki moja, wiki mbili, unasikia nimefiwa, nimefanya nini, baba anaumwa, sijui nini, ndo anaondoka. Kwa nini? Akiwa hapa wanakaa na furahi, wamechangamka. Ukimpangia kazi tu, unasikia simba da wiki wiki mbili. Anayakuta huko kwa boss majukumu mengi demani. Hamna uchawi hapa amna uchawi hivi, ni vitu tumevitengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo jamani, wingi wa kazi, ubora wa kazi, hivi vitu tuvitenganishe. Kwa hiyo waajili, niwaambie tu, nimeambia vizuri, mwone, tunapoteza wadada wengi kwa sababu wakifika kwenye majumbani kwenu majukumu wanayakuta ni wengi, ni tofauti mliotuambia, lakini wengine majukumu yenu ni haya yako kabisa yani balance kwa dada mmoja kuyafanya. Kwa hiyo matokeo yake wale ambao wana shida sana atapambana, atapambana mwezi wa kwanza wa pili wa tatu, huyo ataondoka. Kuna baadhi wanaomaliza mkataba lakini ukimuuliza tunaendelea na bosi. Ah hey, hilo jibu watakalokupa. Kwanza wanawadanganyanga na waajiri wao wanawaambia kwamba naenda kupumzika nitarudi. Utapiga simu hadi uchoke. Harudi. Wengine baadhi ambao bado wana malengo yao watakuja kichwa sema, jamani, mimi siendi nyumbani wala nini, nitafuteni bosi mwingine. Sasa hiyo ndio siri yao dada. Jamani, wewe bosi utapiga simu na hangaika, sisi atakuja hapa tunampangia kwingine. Jiulize kwa nini? Majukumu, majukumu, majukumu. Tunapoteza wadada wajii naomba mtusikilize. Tunapoteza wadada na wanapotea. Wakifika kwenu, kuna wachache ambao wao ndo wanashida, lakini wengi majukumu yanawashinda. Na sio yanawashinda kwa sababu hawayawezi, ni mengi. Wadada wapumziki wanafanya kazi non stop, wanaona yani wadada wanaonekana kama ni mashine. Hata mashine yenyewe hizi simu, naona simu hii kuna kipindi yenyewe ndani, na hii iPhone inagoma, inabidi uizime uiwashe, lakini wadada wazimi Eh, hey, nabidi kuna siku mzima dada. Na mtu aliyo kusema kumzima. Kuna siku nabidi uswitch off dada, ondoka nenda. Tuonane kesho kesho kutwa. Au dada, leo siku yako ya ofu. Simu tunazima, kompyuta tunazima. Sisi wenyewe tunachukua ule tunapumzika. Lakini wadada hawa tu atuwapumzishi. Lakini kingine, majukumu are they reasonable? Kwa hiyo jamani, sisi tutakataa na tutawaambia utaratibu wetu mpaka sasa hivi, tunasema hivi: dada kabla hajaja kwako, yaani kabla hujatuambia una mtoto, usafi na mapishi ni majukumu yake. Kwa hiyo maanake unapoanza kutaja watoto, kumbuka dada anapika na safisha nyumba, yaani kabla hujataja watoto, kumbuka hivyo vitu viwili kwa sababu mabosi wengi wanasahau, wanafikiri tu ni swala la watoto. Bosi anasema haya ni majukumu ya kawaida tu ya nyumbani. Hapana, kwa hivyo mshahara tumejitahidi uko fair. Sasa hivi traditional alipo laki na nusu, smart like tatu, professional like tano, lakini to balance majukumu. Kwa hivyo, mwajiri inabidi tujiangalie. Mimi niko tayari mwajiri, yani ni bora mwajiri, badala ya kuchukua say, smart dada mmoja, bora uchukue traditional wawili. Badala ya kuchukua professional mmoja, chukua smart wawili, au chukua traditional watatu, at least utapata ubora wa kawaida lakini kazi zako zitafanywa na watu wawili watatu, bila stress au bila watu kutoroka kuondoka. Na kuna nyumba hata dada wawili hawatoshi. Kwa hiyo inabidi tujiangalie, jamani. Simeelewa maana? Tunabaki replacement replacement replacement. Kuna vitu havi, yani hatuwezi ku replace. Simeelewa maana yake? Maboss na nyinyi wenyewe mjiangalie hivi, kwa nini mimi kila siku napewa replacement? Why? Haiwezekani kila siku wadada tu ndo wana shida. Haya jamani. Mimi nafikiri message ya leo inaeleweka. Wadada, ubora mtaupata kwa waajiri wenu. Anayetoa huduma, ubora na upata kwa anayefanyia. Kwa hiyo unatakiwa umuulize mwajiri wako vitu wanataka viweje ili upate ubora wake umfanyia navyo vitaka. Huo ndio ubora wa kweli. Na hiyo ndio maana ya huduma. Wewe ni una huduma, inabidi niulize mimi unayenihudumia natakaje. Umeelewa? Si ndio jamani? Chapati za maji kwangu tofauti na kwake madam, tofauti na kwa yule. Inabidi ujue. Zangu nataka chumvi na sukari, nataka mayai au sitaki. Umeelewa? Ubora uko tofauti kwa kila mwajiri. Kwa hiyo ndio maana hata nyinyi wadada tunawaambia msianze kufananisha nyumba. Umeelewa, eh? Nyumba ziko tofauti. Lakini kwa ajili mnatakiwa mjue ubora wa dada unatokana pia na level tunazowapa. Kwamba ukichukua traditional, kubaliana na hali yake. Ukichukua smart, kubaliana na hali yake. Ukichukua professional, kubaliana na hali yake. Cha msingi ujue personality na karakta za watu ziko tofauti, maana hata kuna mwizi msomi umeelewa, na kuna mwizi ambaye hajasoma. Nikisema somi na maana, kuna mwizi ambaye kaisha shule ya msingi na kuna mwizi ambaye ana PhD, umeelewa? Wote ni wezi tu, umeelewa? Kwa hiyo maana yake nini? Kuwa professional haimaanishi aweza na, na, na, na changamoto za tabia binafsi. Tunaweza kawa na traditional dada na tabia nzuri

inawezekana hilo tu ndo lina shida au ulikuwa hujaweka oil vizuri na mafuta. Si ndio? Nenda kachukua lingine. Yaani kosa la huyu mtu hivi alimaanishi hicho kitu kiko sawa. Tutazungumzia hata kwenye ndoa, si ndio? Sababu uli divorce huko nyuma haimaanishi wewe peke yako una changamoto. Inawezekana ni huyo mwenzako, lakini haimaanishi ndoa ina shida. Ndoa haina shida. Wenye ndoa wana ndoa ndo wana shida. Ndoa yenyewe kama ndoa haina shida. Haijawahi kumletea shida mtu yote. Kwa hiyo maana yake smart traditional professional, hizo level hazina shida. Wanaokuwa na shida ni wale individual tunao waleta kazini. Kwa hiyo individual mmoja akikudisappoint, haimaanishi wote wataku disappoint. Wadada hivyo hivyo, umeenda kwa bosi mmoja amekudisappoint. Kwa nini unakuja unalia, unasema nataka kurudi nyumbani? Hayo sio maisha. Tuna mabosi hundreds, maelfu, mabosi pia, tuna wadada, maelfu. Kwa hiyo, that's life kikikudisapoint kimoja unaruka kinachofuata ndo maisha yalivyo. Kwa hiyo jamani, nimalize kwa kusema hivyo, tupeane ushirikiano. Ushirikiano tunaohitaji, tukikwambia, sisi kazi yetu kubwa ni kufanya consultation, kuwashauri, tuna uzoefu zaidi ya miaka kumi, hii ndo kazi yetu. Kwa hiyo unapokuja kwetu, ujue ni kama umekuja kwa madokta. Sasa unapotaka kubishana na sisi, utakipata unachokitaka. Kama wewe ni dada mwajiri, utakipata kwenye shughuli za watu tusiingiliane. Ana mtu anaenda hospitali anaanza kubishana na daktari dawa. Ukitaka opinion za madaktari wengine utaenda, lakini watu wote ni madaktari? Sisi tunaelewana eh? mimi siwezi leo nikaa, nataka kununua gari alafu namsimamisha mtu yote babangu namuuliza kuhusu magari, sio kujielewa. Point yetu ni kwamba sisi ndio wataalamu wa kazi za ndani, tutakushauri maanake. Ukifuata ushauri wetu utafanikiwa, ukifuata utaratibu wetu utafanikiwa, usipofuata utapata changamoto, na sisi hatutaki kudili na wajili ambao hawataki kufuata taratibu wetu, matokeo yake changamoto zinarudi kwetu, na wadada hivyo hivyo. Ndio maana wadada, unaona wanakuja wengi hapa, lakini sio wengi tunawapeleka makazini, wengine tunawakatalia, tunawarudisha. Wengine wakirudishwa, tunawaambia kapumzike kwanza, hujaelewa maana ya kazi za ndani. Kwa na wajili tutafanya hivyo hivyo, kwa sababu sisi tunachokiangalia sio hela, tunaangalia transformation, tunataka mabadiliko kwa hawa wadada na tunataka mabadiliko kwenu nyinyi waajiri wetu. Dada akija kwako, kwa afanye transformation kwa watoto wako na maisha yako. Hicho ndo tunachokitaka. Tusipokipata hicho, ndugu yangu, kwako huduma hapana. Kwa hiyo tujitambue jamani, nawashukuru sana. Nafikiri leo tulikuwa tufanye dada wa mwezi, lakini sizani bo, eh, Karo tumempata bosi, kuna simu. Haya, itabidi tuipostpone. Eh, for next month kwa mwezi huu dada wa mwezi tutampeleka mpaka mwezi ujao. Ja, kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kumtangaza dada wa mwezi bila kumsikia bosi wake, amemzungumzia nini. Tuonekana kama kwa wengine tuna, tunawatengeneza. Tunahitaji bosi mwenyewe ndo aje atuambie e, either kwenye simu au uso kwa uso. Kwa nini dada wake amechaguliwa naye aseme. Sisi sio mashahidi ni yeye nyumbani. Haya jamani, niwashukuru. Mfike salama, muende salama, Mungu awatangulie. Asanteni sana.